Kuna mambo mengi sana yamezungumzwa na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na chanzo cha kifo e, cha aliyekuwa MC na mchekeshaji huyu, si mwingine ni MC Pilipili. Sasa tunaona alipata mwaliko wa kazi kuelekea Dodoma, na baada ya kufika Dodoma inaonekana e, kuna simu alipokea kuhusiana na E, labda wakutane na watu fulani. Sasa huko ndiko walikwenda kupata shida. Sasa familia ilipata taarifa kwamba ndugu yenu amekutwa amekufa, na alipelekwa pale mochwari na, na sasa, bila kificho, familia imeweka wazi e, kuhusiana na aliyotokea, na wengine wanasema kabisa kwamba kuna uh, kitu ambacho kinaonekana kutokea, inaonyesha e, kabisa kwamba e, MC Pilipili E, kifo chake kilikuwa ni cha kupigwa auso bana, kilikuwa ni cha kupigwa na mpaka kufikia umauti auso bana. Yani kuna watu ambao walikuwa na nia ovu na yeye, na baada ya hapo uh, tunaona ni kama ndo um, mambo yalikuja kutokea auso bana, kuja kutokea na inaonyesha wazi kabisa kwamba uh, alipigwa na watu wasiojulikana. Sasa baada ya hayo yote, nikaweza kufuatilia na kujua chanzo ni nini, na inaonyesha kabisa kwamba uh, watu wamezungumza vitu vingi sana eh, kuhusiana na hilo jambo. sasa huyu ni mjomba eh, lakini pia kuna kaka wa marehemu Emmanuel Matias eh, maarufu kama MC Pilipili anasema matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kwamba kifo cha mdogo wake kilisababishwa na kupigwa na watu wasiojulikana na tukio hilo lilompelekea kujeruhiwa vibaya na hatimaye kupoteza maisha. Aidha, amesema familia imepokea taarifa hizo kwa majonzi makubwa, na sasa inasubiria subiri hatua zaidi kutoka kwa vyombo vya usalama, ili kuhakikisha waliohusika wanatambulika na kuchukuliwa eh, hatua za kisheria. Auso bana eh, kwa sababu eh, unaona Uh, familia, unajua kitu kama hicho, wengi walikuwa nasema pengine, labda ni depression, labda eh, kutokana na ugomvi uh, wake na alikuwa mpenzi wake mke wake wa zamani eh, i akikemea uh, wa wa wa wala nini wasiojulikana kina nani ambao wapo Tanzania, kila siku hawana sura uh, Wanaume kueni makini na wanawake mnaotaka, kuwa unasema mwanamke, kumbe mwenzio ana mume wake kwako, kwa anafuata kujulikana, shauri yenu. Mwingine sema huyu anafanana na, uh, anafanana na mama yao kabisa eh, mmoja kaandika kwamba ila binadamu uh, ila tunajua wake hao ndo walimu watindwa Eh, mwingine akaandika kwamba serikali imekuwa kimya sana kwa watu, e, kama hao. Eh, mmoja anasema kwamba watu wamekuwa roho ngumu sasa hivi e, na kulimisha kwa swala la kawaida e, Tanzania yetu ameenda kama kanomba ghafla e, peke yake chumbani. Eh, ya kwa maana ya kwamba unajua vitu kama hivi waga vinatokea e, wanakuta e, celebrity mkubwa sana au na maarufu wanakuta naingia katika changamoto na tunaona anapata tabu eh, ya hapa na pale, lakini eh, ndio hivyo, mambo yanakuwa magumu. Mmoja kaandika uh, kwa nini, kwani imekuwaje? kwa nini? kwa nini? Kwa hiyo uh, uh, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaonekana kuendelea, lakini sasa uh, kuna siri nyuma ya pazia au Suban ambapo Mange Kimambi ameweza kuizungumzia kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Kwa sababu unajua uh, yaliyotokea bwana eh, ni ya kusikitisha sana. Kwa sababu ukitazama uh, unaona kabisa kwamba kuna kitu kiko nyuma ya pazia. Watu walihisi labda eh, kuna jambo fulani limetokea, labda pengine itakuwa ni mawazo pressure ndo taarifa zilizopatikana awali, lakini sivyo hivyo, bali kuna kingine kilichotokea. Sasa Mange amesema kwamba inasemekana kwamba huyu mwanamke ambaye MC Pilipili eh, amemua au si alimua, alikuwa na mahusiano na mtu mwingine ambaye yuko kitengo, nadhani hapo umeshanielewa, ambaye yuko kitengo na huyo, eh, huyo jamaa sasa, inasemekana kwamba ndiye sababu ya eh, huyo E, jamaa kupigwa mpaka kufa, au sio bana? Kwa sababu inaelezwa kwamba uh, MC Pilipili Pili e, alikuwa anatoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Sasa huyu jamaa inasemekana kwamba alikuwa kazi hivi na Pilipili, yani alikuwa e, na ugomvi na Pilipili, yani huyu mume e, wa sasa wa huyu mwanadada inaonekana alikuwa kazi hivi kabisa. E, sasa, hapo, na Pilipili e, e, e, sasa baada yani, e, na, e, uh, ya hapo inasemekana kwamba yeye ndiye aliyesababisha mpaka e, sasa taarifa inasema hivi, ukweli ni kwamba MC Pilipili alikuwa na haja move on, yani alikuwa haja move on kwa hiyo mwanadada, eh, alikuwa haja move on kabisa, kwa hiyo mapenzi kwa niendelee kama kawaida na vitu kama hivyo, na alikuwa wifi wake akaanza kuwa anatukanana na, e, mrithi, sasa unajua, uh, mwanamke tayari ana mtu mwingine alafu sasa mnakuta mtu then akawa na hasira na, na, na, na yule ambaye ana, anaishi na mke wake. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba e, ndio sababu ya kifo chake. Sasa kumbe jamaa alikuwa kitengo na ilifuata meona sa mbuni sio kitu cha gombania sana kiacho tembea mbele e, tafuta nzuri zaidi, kwa maana ya kwamba walikuwa ni kama wanamgombania yule mwanamke anaona walikuwa wanamgombania na ni historia kushtua kidogo au sio? Lakini ndio hivyo, lazima niiseme sasa. Uh, ndo kitu kilichotokea sasa. Maoni kwa kama ifuatavyo, baada ya hicho kutokea kwamba inawezekana ni sababu e, yule jamaa alikuwa kitengo na alikuwa na ugomvi na jamaa, shida ilianzia pale, e, wanawake ni nyoka, alimpa hadi maarufu, baadhi ndio kaja kumtoa kama ni kweli e, dame pipi kumwacha huyo dada mwingine akasema kuwa ni dada na usikaji jamani. Uh, mmoja kaandika kwamba apk kosa la mwanamke ni nini? Mapenzi akiisha achika msilazimishe. Ni baada ya eh, manamuki, kiisha, Mangi kuonyesha uzinzi wake eh, ndio mwanamke akaamua kuachika. Ehe, angekuwa nampenda sana mkewe, alikuwa naenda kuchota vidumu vya nini? Au sio bana e, kwa maana ya kwamba unajua kuna kipindi kile ambacho Mange Kimambi alifujisha na vitu kama hivyo, unasema wanaume watu watusamehe, wanawake tukipenda na tukionyesha tunapenda na wanaume lazima wapate shida. Kwa nini? Mungu, hakuna mwanamke aliyemsaliti mwanaume anayempenda kama msiri, alikuwa nampenda yule dada mpaka kazini anajisahau, alikuwa na watoto, ameoa muda wote nyuma, mke wake akawa salama. Kwa hili lina ukweli, wanawake wenzangu, mtarudi kusoma. Jamani, kuna maisha baada ya kuacha, na mtoto wa mama mkwe mliokutana ukubwani sio poa. Hao uh, uh, kuna siku mtu alimkosoa huyo dada, huwezi kuwa jeuri huyo dada akajibu, Watch me that comment and melt my heart. Yani kwa kiburi kabisa eti Watch me. Unasahau kabisa mtu alikutoa wapi. Hata kama kukosea, kuna jinsi ya kusofu, lakini kiburi mwisho wake ni mauti. Kwa hiyo ali unajua kuna, jio, kuna Vitu hivi vinasikitisha sana shida, kupenda sana mpaka unakosa kujitambua. Mwanamke unatakiwa kuishi naye kwa akili sana, na unapotaka kujenga familia, angalau utafuta mwenye hofu ya Mungu, kidogo inasaidia, kuliko haya ya kuokota, mradi umevutiwa na makalio makubwa au weupe au mzuri wa sura. Mbaya zaidi E, baada ya vyote hivyo ni mtu wa mjini e, kanga moja leo. Kusema mpende sana mkeo, lakini kuwa na kiasi, hata kama akitokea mnaachana basi uweze kuwa mwingine na yule umsao kabisa. Lakini ikiwa utapenda mpaka unashindwa ujijua, basi yatakukuta makubwa sana e, kuna wakati mwingine, una unaweza ukapenda, ukapitiliza wanawake, ni tofauti sana. Akijua unapenda tu basi eh, atakayokukuta utakuja kusimulia hapa Mkubwa Media. Dondosha mwani yako hakisha na subscribe.